Shtaka la nifa ambalo ameshtakiwa peke yake. Kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili. Kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu wali pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Nifa peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue e, barakoa sijui niseme kama neno sahihi watu, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa e, mtu yoyote anaweza akawa na maoni, sasa hata kama akawa na maoni iwapo hiyo ni, ni, ni, ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu kwa iko mahakamani, wacha tutachakata mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi e, wakati wa uchaguzi mkuu e, mahati ya mashtaka mimi mambo ya uchaguzi mkuu ilikuepo huko mimi si ajui, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu, iwapo ni ni uhaini ya kwa hiyo, hayo ndio ndio mashtaka ya Nifa. Sisi kazi yetu ni kuwatetea hawa washtakiwa kwa kadi ya uwezo wetu, kama nilivyosema, uamuzi wa kwa kwanza uamuzi wa kuwashtaki kwa uhaini in the first place eh, sisi kama wakili watetezi, tunaona kuna changamoto kadhaa za kisheria na za kimantiki, lakini kwa kwa swali kwa mahakamani tutalichakata wapi mahakamani, ila kama ungeniuliza mimi kwamba E, kweli ilikuwa ni sahihi kuwashtaki kwa uhaini kwa fakti hizo, sijui ningekwambiaje, lakini yakanavyosema, e, tunaacha kwenye common sense ya, ya umma. Kila mtu ata, ata, ata, ata process kwa kadi e, Mungu alivyomjalia uwezo wake wa kufikiri, lakini sisi mawakili tuna maoni ambayo tutayafikisha mahakamani kwa nguvu zetu zote, kwamba e, kuna kitu ambacho hakiko sawa mahali fulani.